Nianze kwa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dr Samia Suluhu hasani kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu, lakini kuendelea kusimamia miradi mbalimbali mbali ambayo inatoa fursa kwa vijana wetu na wananchi kwa ujumla kuweza kupata elimu na mafunzo ya ufundi stadi. Tunafahamu wazi kwamba elimu na mafunzo ya ufundi stadi kwa sasa imekuwa ni chanzo kikubwa sana cha ajira kwa vijana, lakini ajira kwa wananchi wote, lakini imekuwa ni chachu ya maendeleo ya uchumi wa viwanda. Kwa hiyo eh, kwa fursa hii naweza nikasema kwamba tunamshukuru Rais kwanza kwa kuendelea kutoa amini, kutoa fedha za kuweza kujenga vyuo kwenye amini, sehemu mbalimbali za nchi yetu, kwa wilaya mbalimbali mbali na chuo chetu cha VETA wilaya ya Kwimba ni chuo ambacho ni moja ya vyuo ishirini na tano ambavyo vimejengwa katika awamu ya Mheshimiwa Rais, ambapo eh, vyuo hivi vimeanza kutoa mafunzo tangu mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Lakini hata sasa chuo hiki mpaka kime, kimefikia stage hii kimegharimu takriban shilingi bilioni mbili point tatu. Fedha hizi ni fedha ambazo zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. E, na mpaka sasa chuo hiki kimekamilika kwa kiasi kikubwa kwa asilimia karibu tisini na nane. Chuo chetu kimekamilika kwa kujengwa majengo, majengo kumi na saba. Jina anaitwa Elikpatrik Joseph, ni mwanafunzi wa chuo cha VETA Kwimba ambacho kipo katika wilaya ya Kwimba, mkoa wa Mwanza. Ningependa kuambia vijana wenzangu, tunasema kwamba ufundi stadi fursa kama zote huku, kuna fursa ambazo kijana wewe unaeniangalia hapa sasa hivi unauwezo wa kuja huku ukachagua fani yako ambayo unaona kwamba hii fani mimi nikisoma itanisaidia ambapo utakuwa na uwezo wa kujiajiri wewe kama wewe pasina kutegemea kuajilia. Kwa majina naitwa Pamela Danieli Abongo. nasomea VETA wilaya ya Kwimba. Nashukuru Mama Samia kwa kutujengea chuo cha ufundi VETA Kwimba. Mimi kama mimi nawashauri vijana wenzangu waje tujiendeleze, au tufanye mafunzo tuje tujifunze ili tupate maendeleo ya mbeleni, kuja kujiajiri au hata kukuza uchumi wa nchi. Na wakaribisheni vijana kuja kulisukuma gurudumu la fundi ustadi fursa kama zote. Nawashauri vijana wenzangu kwa umoja tuje kwa pamoja VETA, kwa sababu VETA sio kwamba ni mtu anakuja kusoma amefeli. Hapana, VETA sio kwa njia hiyo. VETA inasaidia mtu kuongeza ujuzi kwa ajili ya mambo mbalimbali. Unaweza ukasomea umeme, unaweza ukasomea bomba, ushona nguo pia. VETA inamsaidia mtu kujiajiri mwenyewe, sio kusubiri ajira. Kwa hiyo kutokana na chuo chetu hapa kina location nzuri, mandhari nzuri kwa ajili ya kusoma, ningependa kuwashauri vijana wenzangu, tuje kwa pamoja, tuongeze knowledge kwa ajili ya kitu husika. VETA ufundi stadi, fursa kama zote. Asanteni.